Ni wasaa mwingine na nyakati nyingine ambazo wanadarajani elfu moja mia tisa na tano tunakutana hapa kuweza kuelezana kile ambacho kimejiri kwenye mchezo ambao ulikuwa na e, ndima jioni e, sare tasa, sifuri bin sifuri. Hakuna timu ambayo imeweza kuona lango kwenye mchezo huu, lakini Chelsea ni mwendelezo mbaya zaidi kwa sababu mechi iliyopita tumepoteza pointi tatu, lakini mechi hii pia tumeweza kudondosha pointi mbili. Niko hapa na Hafiz Mnacho ambaye ana mengi ya kuweza kutueleza nini ambacho kimejiri kwenye mchezo huu na nini ambacho e, tunaweza a kifanya kwenye mchezo mingine iliweza kuondokana na wimbi hili la matokeo mabaya ambayo tunaendelea kuyapata, e, kwenye timu yetu hasa mwezi huu Disemba ambao tumeuanza lakini matokeo yake si mazuri sana hasa kwenye mwendelezo wa ligi kuu soka ya England. Euh, ili uwe pamoja na sisi unatakiwa kutufuatilia kupitia AudioMark, kupitia YouTube channel yetu ya Darajani la 1905 lakini pale Instagram pia eh, kupitia page inayofahamika you know, kwa jina la Darajani 1905. Niko hapa na Hot uh, Time atatuletea uchambuzi huu ambao najua unatamani kuweza kusikia nini ambacho kimejiri nacho niambie, mechi ulionaje? Tangia inaanza nini, agikos, agikos ni nini ambacho kimetunyima ushindi licha ya kikosi, selection ya kikosi watu wengi kuonekana ni selection ambayo watu wameipenda vilivyo, nini ambacho kilijiri kwenye mchezo huu na? Kwanza nashukuru sana, nafikiri mchezo ulionekana unaenda, unaenda kuwa bora kutokana na selection ambayo mwalimu Enzo Maresca aliifanya kwa sababu Eh, kuna baadhi ya majina ambayo mashabiki wa Chelsea wengi leo tulitamani kuyaona na nafikiri hilo limefanyika kutoka kwa kochi. Moja ya majina ni Cole Palmer ambaye alijumuishwa kwenye kikosi cha kwanza, baadaye tukamwona Reece James ambaye alikosekana kwenye mchezo wetu dhidi ya Leeds ambao tulipoteza kwa bao tatu kwa moja. <coughs> Pia nafikiri uh, urejeo wa Malo Gusto kwenye first 11 pia uliwafurahisha mashabiki wengi, pia Wesley Fofana ambaye Hey, alifanya kudabo na Trevoh Chalobah ambaye ameonekana kuwa na kiwango kizuri. Marc Cucurella kama kawaida kwenye mbavu ya kushoto. Alafu, uh, Alejandro Garnacho alianza Palma pamoja na Pedro Neto kwenye mstari wa nyuma ambao Delap alikuwa ni striker wetu kinara kwenye mchezo wa leo, kwa hiyo nafikiri hiki ni moja ya kikosi ambacho mashabiki wengi wa Chelsea tulikuwa tunatamani kukiona kwa muda mrefu, kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wapo wa kwenye kikosi chetu ila nafikiri baada ya mchezo kuanza mambo yalienda tofauti kwa sababu uh, Bournemouth walikuwa wanaokosa baadhi ya wachezaji wao muhimu kwenye maeneo ya katikati yakiwemo Tyler Adams ambaye anatumikia adhabu ya kadi za njano. Hizi nafikiri ni mtu muhimu sana kwenye eneo lao la midfield. Kwa hiyo hii ilikuwa ni advantage kwetu, kwa sababu tulikuwa tunaona kazi inaenda kuwa nyepesi bwana mdogo Alex Scott ambaye alikuwa katikati pale, tunafikiri angekosa ule msaada ambao huwa anaupata kwa, kwa Tyler Adams na ingetuletea labda changamoto kwenye mchezo wa leo. Ila baada ya mchezo kuanza, nafikiri muundo wa Bournemouth ulikuwa unatubana zaidi, hususan kwenye kipindi cha kwanza, pressing game yao nafikiri na the way ambavyo wanajioga na hizi pindi ambapo uh, Chelsea wanafika kwenye eneo lao la mwisho. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho uh, akiitupa uh, ugumu. Kuna namna tulikuwa tunaona kwenye baadhi ya matukio Reece James anasogea kwenye, uh, kwenye upande wa kushoto kutengeneza ile back three ambayo inasaidia kwenye build up, uh, ili kusaidia kwenye upande ule ambao Marc Cucurella anasogea juu kutoa support kwa uh, wenzie kama Kopa pamoja na, na Alejandro Garnacho ambaye alikuwa kwenye upande ule. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho uh, kilijaribu kutupa balance ya kutopoteza mipira, ila ilikuwa ikitokea kwenye turnovers, eneo la katikati linakuwa na uwazi mkubwa, kwa sababu watu ambao walikuwa wanakaa muda mwingi kwenye eneo lile ni Palma pamoja na Enzo Fernandez, ambao uh, kimsingi hawa wote wawili si wazuri sana kwenye kufanya uh, kufanya pressing pamoja na kuisaidia timu kwenye kukaba. Kwa hiyo nafikiri tulikuwa tunaona mipira mingi ambavyo ikidondoka au watu wakianza kufanya dribbling hususan uh, Scott huyu bwana mdogo alikuwa anaondoka sana, na baadaye mpaka akumbane na mstari wetu wa mwisho wa mabeki ndo tunaona tunakuwa tunaokoka, na pia hata hususani kwenye baadhi ama, ya matukio tulikuwa tunamwona Robert Sanchez anakuwa kama eh, nyota wa matukio hayo. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho kilitubana kwenye kipindi cha kwanza kwenye mchezo wetu wa leo. Uh, ila mchezo kiujumla nafikiri intensity ilikuwa chini kwa namna moja ama nyingine, tuliona the way ambavyo wachezaji wanajishauri kufanya eh, baadhi ya, ya mambo, kwa sababu sijajua ishu itakuwa ni nini. Hili jambo tumeliona dhidi ya, ya Leeds ambao tulipoteza bao tatu kwa moja dhidi eh, ya Arsenal, huwezi kulaumu, kwa sababu tulikuwa almost robo tatu ya mchezo, tulikuwa upungufu, tulikuwa na wachezaji walijitoa kwa nafasi zao, kwa hiyo kitu ambacho kiligharimu timu kwa, kwa kiwango kikubwa kwenye eneo la katikati. Nafikiri Reece James yeye ni mzuri akiwa na partner mwenzie ambaye ni typical number six, tunamzungumzia aidha Moises Caicedo au tukimpata holding ambaye amezoea kucheza kwenye maeneo yale kwa maana ya, ya Romeo Lavia. Kwa hiyo ukimwacha mwenyewe, ina maana hatukupa vitu vyote ambavyo anakuwa anakupa kwa sababu kama tunavyomjua James ni mzuri kwenye passing game na pia kwenye kufanya pressing a, kwenye baadhi ya maeneo, lakini sio mzuri kwenye kuzinusa zile hatari ambazo zinaweza kuenda kutokea pindi ambapo timu pinzani itakuwa inashambulia. Kwa hiyo nafikiri hiki ni moja ya vitu ambavyo a, viliweza kuleta disappointment kwenye mchezo wa leo. O, eneo la juu lilikuwa na Cole Palmer, lilikuwa na Pedro Neto, lilikuwa na Andro Garnacho, lakini palikuwa pia na Liam Delap, kwa dakika za baadaye akaja Marc Guiu ambaye. eh, tuna watu wanne ambao tuna uhakika kabisa kwamba ikipatikana nafasi wanaweza ku eh, piga shoot on target, uh, out of target, lakini kipindi cha kwanza hatujashuhudia on target hata moja kutoka kwa Chelsea. Unafikiri kitu gani ambacho bwana Msu alikifanya na tukashindwa kupata nafasi hiyo ya kuweza kupiga angalau on target kipindi cha kwanza chote mpaka kinaisha? Ah, nafikiri ni muundo ambao mwalimu Andoni Iraola aliutengeneza kwa sababu tumeona the way ambavyo walikuwa wanajaribu kufanya zeman marking kwenye kila maeneo, ha, Ganacho anakuwa pindi pembeni, nafikiri pia neto ambaye mara nyingi alikuwa akifanya track back pindi ambapo tunashambuliwa kwa sababu Bournemouth kwa leo walikuwa wakiupata mpira uh, wanatumia mipira mirefu hususan kwenye wingi ya kushoto ambao alikuwa Antoine Semenyo kwa upande ule. Kwa hiyo nafikiri, kwenye baadhi ya matukio nafasi zilipatikana, lakini uh, ulikosekana ule ule uhatari ambao tumeuzoea. Nafikiri Delap, kuna baadhi ya matukio tuliona alipata nafasi, kwa mimi pale nafikiri angejaribu kushut kuliko ambavyo alichagua kutoa pasi kwa kwa Neto ambaye alishindwa kuupata mpira ule. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilitugharimu hata kwenye mchezo dhidi ya Leeds, sharpness ya wachezaji ilikuwa chini na hata the way ambavyo wanajaribu kufanya maamuzi yao pindi ambapo tunafika kwenye kwenye final third, kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vilitufanya mpaka mchezo unamalizika, una kwenye kipindi cha kwanza tunakosa uh, kupata attempt on target kwenye mchezo huu wa leo. second, second mwalimu hakufanya badiliko hata mmoja ukiachana na lile la Makigoro, lakini baadaye tulikuja tukaanza kuona, eh, on target zikianza kupatikana, lakini mashuti pia nje ya kumi na nane yakianza kupigwa. Uh, nini ambacho mwalimu aliweza kubadilisha na kubadilisha mindia, eh, mindset za wachezaji na kuanza kupata hiyo eh, mipira kiufundi? Kitu gani ambacho kilibadilika pale? Nafikiri kwa professionalism ya, ya kocha yoyote pale uh angeweza kufanya analysis kwenye kipindi cha kwanza na kuambia wachezaji wake bwana, uh, vijana wangu, mmeona the way ambavyo intensity ya timu ilikuwa chini. Kwa hiyo uh, tunahitaji uchangamfu kama ambao tuliupata kwenye baadhi ya games, ikiwemo game dhidi ya Arsenal, na ndo maana tulikuwa na bahati ya kupata point moja mbali ya kuwa nusu kwenye mchezo ule. Kwa hiyo uh, Maresca, kitu ambacho alikifanya kwake ni kuwaelekeza kwamba mnacheza chini, maamuzi yanakuwa si ya haraka. Nafikiri tunachelewa kwenye eh, zile quick passes zi hazionekani. Naona kwenye baadhi ya maeneo watu wanachelewa kufika, kwa hiyo intensity ya mchezo ni kitu ambacho kinahitajika kwa kwa haraka, ili kutupa matokeo kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo nafikiri kutokea kwenye ile upgrade ya kipindi cha kwanza kuelekea cha pili, tuliona the way ambavyo tulianza. Hata kwenye mchezo wa Leeds tulianza vile na tukakomboa bao moja uh, kabla ya kuja kufungwa bao jingine la tatu kutokana na mistake za wachezaji. Kwa hiyo nafikiri Maresca aliwaambia wachezaji wake wachangamke tu, na baada ya pale walichangamka na tumeona uh, baadhi ya attempts zilikuwa zinaanza kufanyika on targets na vitu kama hivyo, na baadaye uh, alionekana makiu, anaonekana anaweza kujaribu kuwasogeza wenzie. Ah, uh, tulikuwa sio kama kipindi cha kwanza ambapo tukibanwa kimfumo Robert Sanchez akitumia mipira mirefu ile ambayo alikuwa anaitumia e, zile second ball zi ambazo zinadondoka kwenye kiungo cha, cha timu pinzani tulikuwa tunakosa kuzi, ah, kuzipata. Kwa hiyo eh, nafikiri mwalimu aliwaongea haya na kuyafanyia analysis na baadaye wachezaji wakaanza ah, kufanya gearing up, japo haikulipa kwa sababu ya baadhi ya wachezaji wa Bournemouth, hususani kwenye eneo lao la ulinzi, namzungumzia ah, bu, bwana namzungumzia Smith hapa ambaye alikuwa na opereti kwenye upande ambao alikuwa anacheza Alejandro Ganacho pia uh, Senesi ambaye alikuwa anaonekana na mchezo mzuri iliyokuanzia kwa Liam Delap na baadaye akawa na purukushani na bwana mdogo Mak Giu, nafikiri Eh, tuliona the way ambavyo timu yao ilikuwa set vizuri, wakigundua kwamba kwenye eneo la midfield hususani, ah, kwenye eneo lao la namba sita, ambao ndo huu ndo unaonekana undo, kama moyo wa timu, walikuwa wanamkosa Tyler Adams ambaye alikosekana kwa adhabu ya kadi za njano hizi. Kwa hiyo nafikiri hata Dode Petrovic hakupata yale mapurukushani mengi ambayo huwa tumeyazoea kutoka kwa Chelsea, kwa hiyo ni justi tulipata kugia ring up, lakini pia tulikosa ule utimamu na namna ambavyo watu wanahitaji ukatili uwepo mbele ya goli la mpinzani kangia elfu mbili kumi na saba alipoondoka Diego Costa, tumekuwa tuna struggle sana kuweza kupata mtu sahihi kwenye eneo la mwisho ambaye atakuwa na mwendelezo Uh, sasa hivi tuna Liam Delap, tuna Marc Guiu, tuna Joao Pedro ambao wanaweza kucheza kwenye maeneo hayo, lakini mwendelezo wao umekuwa ni mdogo sana. Unafikiri nini ambacho kifanyike ili Chelsea kuweza kupata mshambuliaji ambaye atakuwa ni wa uhakika na akiwa na consistency ya kutosha kwenye mechi angalau kumi mwendelezo, lakini kwa sasa hivi hatupati. Unafikiri nini kifanyike kupata aina hii ya washambuliaji ambao tumewakosa kwa muda mrefu? Ah, nafikiri tukianza kufanyia judgment eneo la namba la namba 9 kwenye klabu yetu turejee pia maeneo ambayo ni muhimu, na baadhi ya wachezaji wali walianza wali chini na baadaye wakaweza waka kuja juu kwenye kwenye maeneo yao. Moja ya mfano huo ni Moises Caicedo ambaye baada ya kuja tu walianza kuanza kufanywa comparison na Ah, wachezaji kama Ngolo Kante ambaye alioperate kwenye timu yetu kwa mafanikio makubwa baadaye, pia ah, watu kama kina Claude Makelele ambao walioperate kwenye eneo lile. Kwa hiyo nafikiri alikaa akatuliza akili yake na akaweza kuyafanya mambo. Kwa hiyo wachezaji wengi ambao wanafika kwenye klabu yetu ya Chelsea wanakuwa wanatafunwa na vile ambavyo vi watangulizi wao wa maeneo yale wanakuwa wameshavifanya, kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinawapa presha kubwa. Eneo lingine nafikiri, uh, tumeona the way ambavyo alianza Makukurea, lakini baadaye alikuja kufanya vitu ambavyo mpaka sasa tunawataja ni mmoja ya wachezaji wetu muhimu kwenye kikosi. Kwa hiyo hizi panda shuka, nafikiri ni sikolojia ya mchezaji binafsi, na hapa nafikiri kwa technical staff pamoja ana coach mwenyewe Enzo Maresca, anawezekana akawa na kazi kubwa ya kufanya lakini pia mchezaji binafsi anahitaji uh, kuona self determination ya kwamba mimi ni mimi, nahitaji kutengeneza version yangu binafsi, wale watangulizi waliopita kwenye maeneo haya uh, wasiweze ku, kunifanyia distraction ya kitu ambacho uh, huenda naweza kukifanya. Kwa hiyo wanahitaji kutengenezewa mazingira ambayo yatawapa vitu vizuri zaidi ili waweze kutoa performance, kwa sababu kila mtu labda, akitokea kuna kipindi Jackson anaingia kwenye timu, watu washaanza kuongea stori za Drogba za nini, tuna Emmanuel Mega naye ataingia hapa, mtasikia hizo stori za nani nani, vitu kama hivyo huwa, hususan uh, kwenye social media, hivi vinakuwa vina vinajaribu kuwaathiri kisaikolojia. Kwa hiyo nafikiri wakiangalia wenzao, kina Kaisedo, vitu ambavyo wamevifanya, na mpaka saizi kutajwa moja wa wachezaji bora Uh, wana uwezo wa kudeliva na kuendelea kudeliva zaidi, kwa sababu ukimwangalia kama Joao Pedro, unaona kabisa ni mchezaji ambaye sio kwamba anazikosa zile nafasi na sio kwamba mambo mengine huwa hayafanyi kwa usahihi, ila kwenye eneo lake la mwisho ambalo ndo lilikuwa linatukosha watu wengi kuanzia kwenye Club World Cup uh, kuna kitu kimepungua, kuna namna fulani confidence imepungua kwa namna fulani, kwa hiyo anahitaji kukaa yeye binafsi, kwa sababu nafikiri mwalimu kazi yake ni kutengeneza muundo ambao utakuwa favorable na wachezaji kuweza cooperate kwenye maeneo yote. Kwa hiyo mtu kama yao, Pedro labda Liam Delap, nafikiri Delap ndo ameonekana zaidi anakuwa na papara pindi ambapo anafika kwenye maeneo ya mwisho. Tumeona mara nyingi anajaribu anajaribu, chances zinakuwa zinapotea hovyo, kwa hiyo nafikiri ni wao tu binafsi wakae wajaribu kutuliza akili zao kwa sababu kila mchezaji ambaye amesajiliwa ndani ya Chelsea ilionekana ni upcoming potential upcoming talent ambayo ina uwezo wa kuitesa dunia kwa miaka minne mitano baadaye, na ndiyo maana Chelsea wamewafata na huko walipotoka. Ukimzingatia Madela, palikuwa labda ana takriban magoli kumi na nane kwa msimu uliopita kwa timu ambayo alikuwepo na imeshuka daraja. Unaona kabisa ni mchezaji ambaye ana kitu na the way ambavyo ana shuti anafanyaje, ni very superb. Kwa hiyo tunaona vitu vipo, ila kuna namna fulani confidence zao binafsi uh, zinawatafuna zinawatafuna. okay. tu, tu tumzungumzie Estevao Willian ambaye eh, ana ana mechi mbili kutoka mechi iliyopita si na mechi hii Sijaona ule ubora ambao nimeuona mechi dhidi ya Barcelona, sijauona ule ubora ambao nimeuona dhidi ya Arsenal. Nini ambacho kimemkumba bwana mdogo kwenye hizi mechi mbili? Nafikiri mimi nikiangalia hususan kwenye mchezo dhidi ya Leeds, uh, na mchezo wa jana ambaye alipata dakika chache, dak, dakika takribani, kama nitakuwa sahihi, haziwezi kuzidi kumi, ila kwa mchezo wa wa Leeds ambao ali, alicheza kwa dakika nyingi nafkiri alipigwa ile welcome to, uh, to Premier League intensity na watu wanafika mguuni, kwa hiyo inahitaji ile sharpness. Kwa hiyo uh, kwa wale mashabiki wengi ambao tulikuwa tunatamani kumwona bwana mdogo anakuwa uh, kwenye, uh, kwenye kila game game anacheza game after game, nafikiri tumeona n ni kwa nini huwa anampa bwana mdogo dakika baada ya dakika kwenye, kutokana na, na mechi ambavyo zilivyo kwa hiyo ni kitu ambacho kinamhitaji yeye kulelewa zaidi na kocha kama kocha, kwa sababu kumpa dakika chache kunahitaji kumwongezea the way ambavyo ataadapti mazingira, ukizingatia ndo msimu wake wa kwanza huu, hata haujafikia nusu ndani ya Chelsea. Kwa hiyo, na bado umri bado ni mdogo, anahitaji kuadapti nje ya kiwanja pamoja na ndani ya kiwanja. Kwa hiyo uh, kwa mimi mpaka sasa bado sioni kama Eh, ni mchezaji ambaye tunapaswa kumtupia lawama au kumwangalia kwa jicho kubwa zaidi kama ambavyo, eh, tunawaangalia hawa kina Kaisedo wakiwa wanacheza chini ya viwango, Reece James, kwa sababu ni wachezaji ambao tayari wamesha adapt mazingira, wamekuwa kwenye muda mrefu, na uh, kama tulimsikia Mareska, alisema moja ya uh, watu ambao tunawaona tayari ni experienced players kwenye kikosi chetu ni hawa uh, kina Kaisedo, James pamoja na Ah, Enzo Fernandez wakiwemo kina Tosin na wengineo. Kwa hiyo eh, nafikiri bwana mdogo anahitaji kupewa muda zaidi ili aweze kutoa kile kitu ambacho wengi tunahitaji kwa, kwa mfululizo wa, wa mechi ukizingatia hizi timu ndogo, mabeki wao mara nyingi huwa ni watu wa kufika mguuni. Kwa hiyo, eh, unahitaji physicality ya hali ya juu, kitu ambacho anakikosa Estevao Willian, ah, pia sharpness kwenye maeneo yote. Nafikiri Estevao Willian kuna muda